Uh, ya wale Tabora alafu tukapoteza dhidi ya Azam, na msimu ulioingia, mimi nimeingia mwaka jana, ambacho tumechukua vikombe vyote, kaloka socha klabu bingwa e, Yanga tumechukua vikombe karibia vitano kama sio vinne, umeelewa? Sasa Yanga mpaka sasa hivi tunaongoza ligi kuu ya, ya Tanzania. Sasa sehemu gani ambayo mimi nimeisaliti Yanga? Alafu mimi kwa nafasi yangu mimi siko kwenye, kwenye, kwenye uongozi wa Yanga, mimi ni mwanachama, ni shabiki wa kawaida. Sasa naletaje chokochoko wakati timu inafanya vizuri Eh, yaani mpaka sasa hivi Yanga haijaribu ya sehemu yote, na mimi sio kiongozi wa Yanga. Kwa hiyo ni chuki ambazo zina ziko dhidi yangu, na ni kitu chema, kwa sababu uh, wananitengenezea mazingira. Ukiona sehemu hakuna chuki uh, wala watu hawakuzungumzii, basi hujue hilo jambo halina neema Y yani ukiona watu wanakuzungumzia na kuletea chuki basi ujue hilo jambo yeah. Eh, lina, lina baraka hata kwa, kwa Mungu. Wengine wamejiandaaje kukabiliana na hizi shutuma ambazo zinajitokeza mitandaoni kwa kuchafua, na mtandao kama unavyojua ni kitu ambacho kinaenda viral kwa muda mfupi sana? Uh, vizuri mtu anayenichafua yuko Marekani yeah. Na anatum, anatumiwa na watu wa Tanzania kwa sababu wa Tanzania wanajua wakinichafua wao nitawachukulia sheria. Yule yuko Marekani si wanafanya nini uko Marekani ndio ananichafua mimi, lakini wale wa Tanzania wa wanashindwa kunichafua kwa sababu wanajua nitachukua sheria. unapochukua picha ya mtu alafu kaibandika kwenye ukurasa wako alafu ukaanza kutoa kashfa eh, na kejeli, maana hiyo ni kosa hiyo eh, yani, eh, sio nzuri. Sasa anajua yeye kum, uh, uh, kwa Marekani siwezi kumpata, ndio maana hawa waliokuwa huku wanamtumia yeye ili aweze kunichafua mimi. Lakini nawaambia tu hao mnamtuma jiwe kindoki kunichafua mimi, uh, muda wenu ni mchache sana. Nitaweka hadharani na nitasema kwa nini mnanichafua. Unaamini kwamba kuna watu ambao wako nyuma ya pazia live? Sio, naamini nawajua. Unajua kwa nini, kwa nini wanaita chuki hizi, ni kwa sababu E umoja huo kwenye mechi moja, mtu aliyepata kiasi kidogo cha pesa amepata shilingi elfu hamsini, wengine sitini, wengine laki mpaka laki mbili. Wakati tukienda kwenye hamasa, sisi tunalipa shilingi elfu tano au tunapewa tiketi. Kwa hiyo mashabiki wanakwenda kutambua haki zao. Hiki ndio kitu ambacho kuna baadhi ya watu hawakipendi, kwa kusema wao, laivu, wanaona aibu, wanaamua kumtumia mtu aliyekuwa Marekani ili aweze kuwasemea. Yani, kwa kifupi wanataka kuvunja huu moja, kwa sababu mashabiki sasa hivi watajitambua na watajua haki zao ndio hicho ambacho kitu ambacho kinawatisha na nitakwenda kuwataja mmoja baada ya mwingine, kwa sababu nawafahamu na nani na nani ambao wanasababisha e, mkwamo wa hii taasisi yetu kwenda kwa sababu... Aa, nasubiria kwa sababu hiki hiki ambacho ninachokisema sasa hivi jimekidogo ataenda kufanyaje, ukijibu. Kwa hiyo tutakuwa tunajibiana hivi hivi mpaka e, mwisho wa dahari. Kitu gani kilikusukuma hadi kuanzisha umoja wa mashabiki na ambao unafanya vizuri mashabiki wa Simba na Azam na timu zingine? Ah, mmekutana pamoja siku hizi, mmekuwa kama ndugu kitu hicho. Uh, nisukuma ni baada ya kuona kuna gap katika ushangiliaji wa hivi yaani kwa maana ya timu ya taifa mm. Ukiangalia Simba na Yanga imewekeza sana kwenye, kwenye kwa maana ya investment ya wachezaji eh, miundombinu na, na mashabiki. Hawa mashabiki unaona washangilia Simba na Yanga hawajaanza leo hivi, tumeanza muda mrefu sana sisi. Kuna sehemu tulikuwa tunakwama kwa sababu watu walikuwa eh, swala la uzalendo walikuwa wameweka mbali. Kwa hiyo uzalendo kwao wamekosekana. Ndio maana nikatengeneza umoja huu ili kurudisha uzalendo. Mashabiki ambao wanafahamika e, wakizungumza jambo, kuna baadhi ya mashabiki wanaowaamini kwao. Tukitumia umoja wetu wa mashabiki ambao tunafahamika, tunaweza kumshawishi mtu akaipenda nchi yake, akaipenda timu ya taifa. Na umoja huu huko kitaifa zaidi yani, hauko kwa sababu ya Simba na Yanga na hiki sio chama cha siasa, hiki sio chama cha, sio timu ya mpira. Hii ni taasisi umeelewa, taasisi hii inajishughulisha na kufanya promotion. Mwerewa, umoja wetu unaitwa sports Influencers promotion. kufanya uh, uh, promotion za michezo Tanzania nzima. Tumejiunga na influencers kwa ajili ya kufanya promotion. Tuna support vitu vya kinchi, kwa mfano labda ikitokea swala la kulipa kodi, tutawaeleza watu wanatakiwa walipe kodi kwa hiari. Ikitokea swala labda la kutaka kulipa maji, kulipa umeme sisi kama influencers tutapita Tanzania nzima kueleza watu kwamba wanatakiwa walipe umeme, walipe maji. Kwa hiyo tuko tuko kitaifa zaidi sasa huu moja unawapa watu pressure kwa sababu tumekwenda kuziba mirija yao ya kuchukua chukua fedha. Ndio maana wanatuchukia hayo yes, majungu yao ya ku, eh, kwenye mitandao ya kama, nili, kama nilivyo nilivyotaka, watu wamegawiwa pesa, watu wamepata sadaka sikukuu, watu wamekula vizuri, maisha mengine yanaendelea. Sisi katika moja wetu tuko wanachama 100, na hakuna hata mmoja anelalamika, na wote tuko safi, maisha yanaendelea. Na tuzungumze kuhusiana na tetesi ambazo zinaendelea kila siku hapa kwa Young Africans kwamba mna umhitaji na Okelo na ni mmoja mchezaji mzuri sana. Unadhani Okelo akiingia Young Africans ana kitu cha Young Africans? Hakuna mchezaji yote ambaye anaingia kwenye, kwenye timu akawa hana faida. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri kama Young Africans kwa maana ya, ya uongozi utaamua kum, eh, kumpa nafasi Okelo akajoin kwenye kwenye, kwenye kwenye timu yetu. Hili ni jambo zuri sana, hata mimi mwenyewe nitalifurahia, kwa sababu hichi kipindi tunaenda kwenye dirisha la la usajili. Kwa hiyo uh, unatakiwa mtu ufanye nyongeza ya wachezaji ili timu iweze kuwa strong. Kwa hiyo uh, ni usajili mzuri, kama kama tutafanya usajili huo. Le, leo mnaingia kwenye mkutano na mkutano ndo ambao una, unaibua makubwa sana siku ile kwa Yanga Africans, pengine umejiandaaje na bimeja kama miongoni mwa watu ambao unashutumiwa sana kama kwenye kashfa za mtandao information sana mtandao, umejiandaje kwenye mkutano wa leo? Ah, mimi siwezi kwenda kwenye mkutano kwa sababu sijaalikwa rasmi mm. sijapata taarifa rasmi. Wale waliopata taarifa rasmi wataenda rasmi. Tarifa, kwa sababu huwezi kaenda sehemu ambayo huna taarifa rasmi. Kwa hiyo sina taarifa, najua kwamba kuna mkutano lakini kila mkutano huo kuna watu wake ambao wanatakiwa waende. Kuna wakati mwingine anaweza akaitwa labda wenyeviti wa matawi, wakaitwa mashabiki wote, wakaitwa influencers. Kwa uh, hiyo walioitwa wameenda na tutasikiliza eh, kile walichoitiwa watakuja kutupa majibu kwamba wameitiwa nini, alafu baadaye tutajua nini cha kuzungumza. Maliza na hili, ya neno moja kwa mashabiki wa Taifa Stars kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Tunisia. Eh, sisi tulishaanza kufanya e, kama kampeni ama arabe ya kwamba kila kila mechi huwa tunakutana na influencers wote, tunaangalia mechi pamoja. Mechi ya kwanza tuliangalia e, kuna ukumbi e, kuna bar inaitwa Kiduri kwa Magomeni hapa Magomeni Magomeni hospitali, alafu mechi ya pitu kaenda kuangalia Temeke kule. ah, bado hatujaanii lakini tutapeana taarifa kwa utaenda kuangalia wapi, na waandishi wa habari mnakaribishwa sana, tutatoa taarifa kwa wanaenda kuangalia wapi kwa ajili ya kutoa hamasa. Sisi hatuko Morocco tuko Tanzania, lakini katika nafasi yetu pia tunaishangilia timu tukiwa hapa na mambo mengine yanakuwa mazuri. Kwa hiyo mashabiki wa Taifa Stars, tuiombee timu yetu, inacheza mechi ya mwisho dhidi ya Tunisia. E, mechi ambayo kwetu sisi ni kama fainali. Tukishinda hiyo, maanake tutakuwa na nafasi nzuri pengine ya kuwa katika wale best losers ambao yani, kwa maana ya, ya kupata nafasi ya, ya, ya upendeleo kwenye, kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo tuiombee nchi yetu, tuiombee timu yetu, na tuwe wazalendo kama ambavyo sisi Sports Influencers tumetengeneza uzalendo wa kutengeneza umoja wetu kwa ajili ya kusupport timu zetu za taifa. Pengine unauona unauona ushindi kwa Taifa Stars kwa mechi ya kesho dhidi ya Tunisia? Yeah, of course tunaweza kama tunaamua, uh, tuna kujiza titi na tukacheza tuka kama tulivyocheza tulomaliza moja moja na Uganda, ilikuwa mechi nzuri sana. Kwa hiyo kama tukicheza kama vile tulipocheza, tukaweka discipline ya kutosha tunaweza wa kufunga Tunisia. Kwenye mpira wa miguu hakuna kisichowezekana. Kwa mara ya kwanza. Na kwenda kwenye kikao. Yes. tangu mwaka umeanza, tangu mwaka umeanza. Yes. na kwenda kwenye kikao nishashiriki kwa, kwa, kwa, kwa, sio mara ya kwanza kwa mwaka huu Aani. mara ya kwanza urais nini kinaendelea ndani ya klabu ya Young Africans sitaki kulizungumza kwa upana mkubwa sana kwa sababu swala hilo lipo chini ya viongozi niwape muda muda wanahabari nitakwenda kwenye kikao tutachukua lozungumzwa baada ya hapo tutakuja kuyatolea ufafanuzi Yes. nina uzungumzo kubwa zaidi ni kudhulumiana bwana. Baada ya mechi ya dabi ya mashabiki eh, kulikuwa na kiasi cha fedha ambacho eh, wachezaji pamoja na ma, ma, ma influence ambao walikuwa wanatambulika watakiwa kulipana, lakini eh, kiasi kilichowekwa pale, majina mengine inasemekana hayapo vuru vuru, na wewe ni miongoni mwa watu ambao inasemekana umelipwa laki moja, jina lako likaandikwa hapo, umekula na umeshaokota tayari. Kwanza nikiri nimekula laki moja, nikiri nimepokea laki moja kutoka kwa nani? Kutoka kwa mwenye dhamana ya kugawa pesa. Meja. Au, au au alikamu. Ah uh ah. -uh. Pesa nimeipokea kutoka kwa mtu mmoja na pita. Pita. Yes. Anaikopitapokea ah, yes. laki moja ah. Na nimeshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu imeenda <laughs> sawa. <laughs> ah. Jonas yeah. Unanitafuta sana ndio ongea hili sala la milioni 20. Ah hili kwa sababu ndio story kubwa kwa sasa ah? Ndio stori kubwa kwa sasa bwana. Hey, mmedhurumiana <laughs> milioni ishirini kwenye milioni ishirini Dosa amekula laki moja. Ni kweli istahili kula laki moja ama imekuja? Natamani nitoe ufafanuzi kwenye hili mm, ila muda utoshi na kwenda kwenye kikao kwao ni kuombe Jonas eh, kama unataka ushuhuda kutoka kwangu yes eh, na hapa mbele ya Mungu hmm, na hapa mbele ya maiki zenu eh, baada ya kikao nitasema kila kitu kilichofanyika. Kila, kila kitu kilichofanyika kwao, ninachowaomba nyinyi wanahabari yeah, naombeni mnipe muda, baada ya kutoka kwenye kikao mimi nakuja na ripoti kamili, nani kadhulumu nani kadhulumiwa na ilikuwaje mpaka tukadhulumiwa. Kwa sasa naombeni mnipe nafasi, mnipe ruhusa naende kwenye kikao. Baada hapo, na nawe pia Jonas nakukaribisha sana kwenye kikao, utakuwepo inshallah. Baada hapo, tunalizungumza ile jambo. Asante sana.